Yes, kabla ya kuoa na kuolewa, mkristo mwaminifu hatakiwi kuendeleza mipango yake katika kufunga ndoa bila kujua kwamba Mungu anaikubali njia hii, Mungu anatamani niolewe ama nioe mtu huyu. Na nikwambie tu ukweli, wengi wetu tunafikiria kwamba ndoa ni kitu ambacho kinaathiri maisha ya duniani tu, lakini huu sio mpango wa Mungu kabisa. Ndoa ni kitu ambacho kitagusa na kuathiri maisha yako katika ulimwengu huu, lakini pia katika ulimwengu ujao. Kama unatamani kutengeneza ndoa yako iweze kusaidia kufika katika e, uzima wa milele au kupata uzima wa milele, hakikisha unapata nakala yako ya kitabu cha Siri ya Ustawi wa Familia. Kama unakihitaji kitabu, chukua namba yangu bayo niweze kuletea, lakini pia usisahau kucomenti, kuliki na kufolow video hii.